Leo tuko mkoani Tanga katika kuhakikisha Tanga inakuwa ni Tanga ya viwanda, ili kujibu mambo mbalimbali, lakini ikiwemo changamoto za ajira ndani ya mkoa wa Tanga. Zaidi ya mara mbili Dkt. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amesisitiza kwamba tuangalie changamoto za wenye viwanda wazalishaji ndani ya nchi nzima ya Tanzania lakini pia tulete jicho letu ndani ya mkoa wa Tanga. Tukija kuangalia utekelezaji wa yale ambayo tulikaa na wenye viwanda na kuona walichokuwa wametuahidi. Tuna furaha kiwanda hiki cha kwanza ambacho tumekitembelea leo wapo katika majaribio ya uzalishaji na wametuahidi ndani ya mwezi mmoja uzalishaji wa majaribio utakuwa umekamilika, hivyo wataanza uzalishaji rasmi. Lakini zaidi ya hapa tumetembelea pia viwanda vingine viwili ambavyo kimoja kinahusiana na masuala ya kuchakata chuma. Wao wameshaagiza mashine mashine ziko njiani, na wao wametuahidi mwezi ujao wataanza kufunga mashine, mwezi wa kumi na mbili watakuwa kwenye majaribio, na mwezi wa kwanza ishirini na sita watakuwa wameingia katika uzalishaji. Lakini faraja kubwa kwenye hiki kiwanda kingine kiwanda kinachohusika na uchakataji wa bidhaa za misitu, magogo, mbao pamoja na kutengeneza bidhaa mbalimbali. Mashine na wao ziko njiani, lakini tumeona leo mashine mpya takriban kontena tatu ziko pale ambapo wanaanza kuzifunga. Kuanzia wiki tatu zijazo wataanza majaribio kuanzia mwezi wa kumi na mbili, lakini mwezi wa kwanza na wao wametuahidi, wataingia kwenye uzalishaji. Faraja kubwa ni kwa serikali ya mkoa wa Tanga, lakini pia misitu, idara ya misitu wameweza kuwapatia mali ghafi ambazo zinaweza zikawapatia mali ghafi kwa muda wa miaka takribani kumi kuanzia hivi. Kwa hiyo tuna uhakika kiwanda hiki kikianza, kwa miaka kumi mfululizo kina materials, kina mali ghafi za uhakika wa kuziendesha kiwanda hiki. Kwa hakika tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha kisera, kwa kutuwezesha kimiongozo ambayo inapelekea ufufuaji wa viwanda katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mahususi katika mkoa wetu wa Tanga.